Ni wale wanaokula mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi watukula mwili wa Kristo, sisi watunakunywa damu ya Kristo, kwa sisi tunakula mwili wa Kristo nakunywa damu yake, takuwa tumekiza vigezo kwa ajili ya kwa kwa kupokea mwili wa utukufu wa viwango vya juu, mwili usiosumbuliwa na magonjwa, mwili ambao marai haiwezi kuingia, mwili ambao ukimwi uwezi kuingia, mwili ambao kansa haiwezi kuingia unadunda kifua kikuu kinadunda, uchawa uwezi kupenya. Ndio, ndio safina. Ukiwa ndani yake unakuwa salama. Anatambulika kama Jehova Rafa, Jehova Rafa, Bwana aponyaye. Bwana aponyaye ukiwa ndani yake kikamilifu, magonjwa yanayeyuka yenyewe. Ukiwa ndani yake kikamilifu, shida na matatizo, vifungo vilivyokuwa vimekusikilia vinaondoka vyenyewe. Ukiwa ndani yake kikamilifu, wao waliokuwa wakikuangia kwa mda mrefu, nyumba yako itaonekana kama moto, wakikutembelea watakuona wewe, bali utukufu wa Mungu utaifunika nyumba yako. Amina. Hey, hey. Ah, habari za Yesu hatuwezi kuzimaliza, hata Yohana mwenyewe alisema kwamba habari za matendo aliyoyatenda Yesu zingeandikwa zote, makaratasi ya duniani yasingetosha kuziandika. Haleluya, hey, hey. Yani, habari za mambo aliyotenda ni nyingi sana, ni nyingi sana, ametenda mambo mengi sana, tukianza kuzungumzia habari zake tutakesha mahali hapa, kwa kuokoa tu muda kwa kukomboa tu wakati. Kama una mtamani kumwamini Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako akufarakanishe na dhambi na kiu za mambo yasio stahili, huu ni wakati wako. Haijalishi umefanya dhambi kwa muda gani, haijalishi umefanya uasherati kwa muda gani, haijalishi umeua wangapi haijarisi umedanganya wangapi, haijarisi umetenda mambo gani na ni kwa muda gani. Yesu anasamehe na kusahau. Mungu wetu anasamehe na kusahau. Iko damu ya Yesu Kristo, yeah. yenye uwezo wa kufuta dhambi na hatia zako zote yeah. Iko damu ambayo ni hai Ja, mwangike miaka elfu mbili iliyopita lakini mpaka sasa iko hai, haleluya! Iyo damu iko hai hata leo, hata leo inaondoa dhambi na makosa na hatia. Ukimpokea Yesu Kristo, kwa damu yake dhambi zote, makosa yako yote, rana zote zitaondoka, ameni. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapia. Yesu Kristo anafuta mafaili yako yote, mafaili yaliyokuwa yameandikwa, yaliokuwa yamechafuliwa, anafuta, anaanza kuandika upya, anaanza historia nyingine tena, anakutengeneza maisha mapya. Ile ya zamani yanafutwa yote, anakupa karatasi zingine mpya ambazo zijaandikwa kitu chochote. Baada ya hapo, matendo yako yanaanza kuandikwa kwa, kwa upya. Amen. Aicharishi umekuwa ukifanya mambo gani? Yesu Kristo yuko mahali hapa. Sala yako ni kumwamini na kumpokea yeye. Mm. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale wanaoliamini jina lake. ku kazi yako ni kumwamini, ni kuliamini jina lake, kisha utapokea uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. hauta tena hautaitwa kizazi cha nyoka tena hautaitwa mwasi tena hautaitwa mwovu tena hautaitwa mtenda mtenda dhambi tena. Historia yako inabadilishwa, inaanza kuandikwa historia nyingine kwa upya na karatasi zingine nyeupe ambazo hazina madoadoa. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kama nilivyokwisha kusema, hatuwezi kumaliza historia za mambo yake mm. Kwa haya machache, tuwe mwamini, mwamini Yesu Kristo, umpe maisha yako, afanyike kwa Bwana na Mwokozi wako, kisha historia yako ibadilike, amen, ufanyike kwa kiumbe kipya.